Tukio hili si, si moja kama matukio mengine ambayo yamewahi kutokea, lakini hili ni tukio la kipekee ambalo linabeba mrejesho wa shukurani kwa kazi nzuri ambayo mheshimiwa rais Dr Samia Suluhu Hassan ameifanya kwa watu wenye ulemavu katika miaka yake minne ya uongozi. Katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Dr Samia Suluhu Hassan, tumefanikiwa kufungua milango ya upatikanaji wa ajira kwa watu wenye ulemavu zaidi ya watu wenye ulemavu 1213 wameajiriwa katika taasisi mbalimbali za serikali ikiwemo katika kada ya afya, kada ya elimu, kada ya uhasibu, ustawi wa jamii, lishe na maendeleo ya jamii. Nafasi hizi za ajira zimeleta matumaini makubwa kwa watu wenye ulemavu katika kufikia usawa wa kupata ajira kwa utumishi wa umma. Lakini naendelea kukushukuru na kukupongeza kwa niaba ya Mheshimiwa Rais jinsi ambavyo tumeweza kusimamia ile asilimia tatu ya wenye ulemavu wanapokwenda kwenye ajira. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kipindi cha miaka minne Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa ruzuku ya shilingi milioni 61 kwenda kiwanda cha KCMC Moshi, Kilimanjaro, ili kuzalisha mafuta ya kinga ya saratani ya ngozi kwa watu wenye Albino kwa gharama nafuu. Mafuta hayo yanagawiwa bule kupitia bohari ya madawa ambayo inatoa katika vituo vyote vya afya vilivyomo nchini. Lakini pamoja na hilo katika miaka minne ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia ameendelea kuwekeza katika asilimia kumi na maelekezo yake yametekelezwa, ambapo leo tulipo tunashuhudia bilioni kumi na sita nukta nne zikiwa zimetolewa kwa vikundi mbalimbali na mtu mmoja mmoja watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Waziri Mkuu na washiriki wote, haya yote niliyoyaeleza na mengineyo ambayo yameelezwa na waliotangulia, ni wazi kabisa yanampa nafasi Dkt. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa kipekee ambaye amejali maslahi ya watu wenye ulemavu. Nataka niwahakikishie watu wote wenye ulemavu katika Tanzania kuwa hii ulikuwa ni mwanzo, katika mitano inayokuja itakuwa ni hatari kabisa. Mheshimiwa Rais ameendelea kuahidi kwa wananchi kuwa yeye ataendelea kuwa mlinzi wa afya na usalama wa watu wenye ulemavu, lakini pia ameendelea kuahidi na kuendelea kufanya kazi juu ya mahitaji yote ya watu wenye ulemavu. Na kupitia wewe, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekuwa unatufikishia salamu na maagizo ya Mheshimiwa Rais, na sisi nataka tuwahakikishie hatutokuwa kikwazo cha kukwamisha kuwafikia na kuwatendea haki watu wote wenye ulemavu Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya yote niliyoeleza ni kielezo chosha kinachodhihirisha dhamira na nia njema aliyonayo Mheshimiwa Rais ya kuendeleza ustawi wa watu wenye ulemavu na ndiyo maana taasisi hii ya Foundation for Disability Hope na Shivyawata kwa kutambua kazi nzuri iliyofanya na Mheshimiwa Rais leo hii wametoa tuzo kwa ajili yake.